Hivyo mwanamke, unahitaji nikuelekeza majukumu yako mpaka lini? Kwa hiyo sasa hivi imefika hatua unaona bora kutoka kuliko fanya majukumu yako hivi? Adela, unadhani ilikuwa kwa mwana gani hapa ndani kama unashindwa kufanya majukumu yako yote hmm? Mungu alimumba mwanamke aje kuwa msaidizi wa mwanaume, lakini wewe umekuwa sio mwelewa kabisa. Kwa nini Adela? Hebu mtazame hivi, wewe si binadamu umekamilika? Hiyo mikono yako sinafanya kazi au ulivonioa mimi ulinioa ili nije nikufanyie kazi huko ndani. Una shida gani wewe? Kabla hujanioa mimi ulikuwa unafanyaje? Si ulikuwa unafanya kazi mwenyewe? Kwa nini ulivonioa kila kitu na niacha mimi nifanye? Yaani, leme mimi niache kutafuta hela kuisaidia familia yangu, nikazani tu kufanya kazi za huko ndani, na asigira anafanya kazi gani? Ni sawa, kuna majukumu inatakiwa fanye au sija, lakini sio kufua nguo zangu za ndani, Adela. Kuna majukumu inatakiwa fanye au sija, lakini sio kufua nguo zangu za ndani. Nielewe kwa makini sana hapo. Tumelewana? Nisikilize, Lemi, mimi sio mfanyakazi wako humu ndani. Kama una shida sana na hizo nguo zako, nikirudi kutoka kwenye majukumu yangu nitakuja kufua, lakini sio sasa hivi, na siwezi kufanya kazi unavyotaka wewe. Nikitaka mimi nitafanya, ila sio kunipelekesha kama hivyo. Una akili timamu kweli wewe? Yaani mimi nikae nikusubiri wewe fanye mizunguko yako umalize ndio fika hapa nyumbani, na wakati unafahamu kabisa kwamba leo na safari jioni, na siwezi kutoka na boksa chafu, Adela. Sikiliza nikwambie, mimi hiyo safari yako hainihusu. Kama una haraka sana na hiyo safari yako, kafue mwenyewe hizo box. Ona shindwa nini? ni kufua? mi nimfanya kazi yako wako mundani? Alafu Lemi, usinipande kichwani mimi. Naondoka, utajua mwenyewe. Mm. Adela utoke hapa ndani ninatoka, autoke. Adela Lemi, naona unataka kunipanda kichwani sasa navyokuchekea unaniona mimi ni mwanamke wa kawaida sana, si ndio? Sitaki mazoea, usivuke mipaka, mshenzi mkubwa wewe. Sababu unajua nakupenda, ndo maana wanitenda. Nikikuliza nikikuliza unapinga, unataka nifue mwenyewe nguo, ni pasi mwenyewe nikikuliza. Pole sana kaka Aina haja ya kugombana, naomba tu nipatie hizo nguo nikazifue. Mimi Nela, hauwezi kunifundisha majukumu, nafahamu kila kitu ambacho nakifanya, umelewa? Kwa hiyo haupaswi kuingilia chochote kile. Lakini kaka, sio vizuri, kuna muda mwingine dada narudi, amechoka we, naomba tu nipatie mimi mwenye hizo nguo, nitazifua tu, hamna shida yoyote, ni sawa. Unajua Nela, mi ni mwanaume nahitaji stara, ndio maana nikamwoa mwanamke nikamweka ndani. Uh, vitu vingine ni aibu Naila na yeye ndo napasa kuona hivyo vitu, lakini sio sawa yeye kutoa nguo ndani na kukupatia uweze kuzifua, kwa hiyo na jukumu la kuweza kumwelekeza. Naelewa kaka, lakini sipendi mnavyogombana. Usijali ni Nela, nitalifiksi hilo swala, kwa hiyo kuwa na amani. Kaka, hivi nyinyi mnaishi vipi kwenye ndoa zenu? Maana kwangu naona kama vile nimekutwa na bahati mbaya, sioni kabisa faida ya kuoa. Si nianze wapi kusema, ila ninachofahamu mimi kuhusiana na ndoa, ndoa ni kama pepo ya dunia. Watu wengi wanakuwa wanatamani kuingia kwenye ndoa, kwa sababu ndoa huwa inawapa amani na furaha kwenye hii dunia na ndo hapo wanawake wengi wanadiriki kwenda kwa waganga kwa sababu ya kutafuta ndoa. Na sasa hapo, unaponiambia kwamba wewe unapitia magumu kwenye ndoa yako, unanichanganya sana. Ni kitu gani ambacho sana sana unachopitia ndugu yangu? Mwanamke wangu amekuwa bize na majukumu yake sana kaka, yaani aone kabisa kama mimi nahitaji matunzo. Uwezi amini kaka, kuna wakati hadi yale majukumu madogo madogo anashindwa kabisa kuyafanya, kama kufua kuosha vyombo kupika chakula mwanaume wake nile anashindwa kuyafanyia kazi, na sijui ni kwa nini. Yaani kila kazi yeye anataka afanye. Sasa nashindwa kuelewa, hadi nguo zangu za ndani afue, inaingia kilini. Kwa hiyo, kaka, kiukweli nachanganya sana hili swala. Ukiona mwanamke anafanya hivo ujue kuna mambo haya mawili: eidha kuna mtu mwingine mwenye pesa zaidi yako amempata ama ameolewa na wewe ikiwa sio chaguo lake sahihi. Kwa hiyo hapo akili kichwani, ndugu yangu da. Hapo kuna kitu kama naking'amua. Kwa hiyo nanishauri kitu gani hapa rafiki yangu, mimi. Bwana, kuhusiana na masuala ya ndoa sina ushauri wowote kwa wewe. Akili kichwani kwako, ndugu yangu. Wapena tushikiane marungu kwani. Ah, kumbe kaka, umenishtua. Nela, nilikwambiaje kuhusu hizo nguo? Samani, kaka niliona, mdu meenda sana akirudi tena dada, mtaanza tu tena kuzuzana, lakini naelewa kuwa na haja kufua nguo. Wewe ungemsubiri tu mke wangu ajafue, nilishakwambia hili mapema sana. Naelewa hilo, lakini samani sana kaka. Sawa, lakini wakati mwingine usirudie tena makosa, kwa sababu nafahamu kabisa majukumu ni ya mke wangu, lakini sio majukumu yako wewe inapaswa upike chakula na kazi zingine hapa ndani, lakini sio kufua nguo zangu mimi. Tumelewana sawa? Kaka nimekuelewa okay. Lakini hata hivyo, nashukuru sana unani pikia, unani fulia, kwa kumsaidia mke wangu majukumu yake. Niko ndani sawa, kitanda unanitandikia napenda kunidara, cakurashindwa kukusaha dio mana na kuvumilia, sababu najua na kupenda dio mana wanitenda, nikikuliza nikikuliza unapinda a mwanamke, kwa hiyo sanane hii ndio naona muda sahihi wa kudi nyumbani si ndio? Na wakati wewe ni mwanamke wa mtu, unaweza ukaniambia ulikuwa wapi? Wewe unajali nini kuhusu mimi? Adela, naomba unijibu kama nilivyokuuliza, usinipatie maswali ambayo siweleweka. Wewe ina kuhusu nini? Nilikuwa kutafuta hela, kutafuta hela hadi sana usiku? Za usiku, uko serious kwa leo, mwanamke kwa hiyo siku hizi tunapangiana sasa mda wa kutafuta hela? Mtu unapangiwa kwamba ila tafuta mda fulani mda fulani usitafute hela? Mi natafuta hela mda wowote. Adela, inatakiwa ufahamu kama wewe ni mwanamke wa mtu, lakini sio kudi nyumbani saa hivi leo. Mimi nimechoka na makelele yako, kila siku ni wewe baba, una makelele baba, unagubu wewe. Hi, hivi uchokagi kuongea? Mimi nimechoka mm. Mimi na hisi, nahisi wewe ndoa imekushinda tayari. Kwa hiyo naomba wengie ndani, ushikue kila kitu ambacho kilicho chako na utoke nyumbani kwangu. <laughs> Chekeshi, sikiweza nikuambie, katika sekta ambayo nilikuwa naisubiria nii, hapo ya kuachana ulikuwa wapi siku zote? Yaani nimefurahi sijui kama kitu gani. Ngoja nikuambie kitu kwanza, mimi ni mrembo, naachana na wewe, na nikitoka huko nje naenda kupata mwanaume mwingine ananioa. Upo kweli? We mwanamke, hauna akili timamu Mi nikategemea labda kwa kuwa umenikosea, utanyeomba msamaha lakini, kumbe haujali chochote kile hmm? Yani, nikuombe msamaha kwa kipi? Mi mwenyewe nimekuchoka vile vile. Yani wewe ya kama umenichoka mimi, na mi nimekuchoka hivyo hivyo, sina muda wa kukuomba msamaha. Sawa eh? Ni sawa, chukua kila kitu chako, ondoka pandani. Eh naondoka, kwani nimeng'ang'ania? We vipi, muda mwingine unarudi usiku wa manane Nikuuliza unataka tugombane? E, unanitishia mimi kuachika sasa? Kwa, kwa taarifa yako ninaondoka na ume ndani kwako, hautaniona tena, nimekanyaga na usije ukanitafuta. Sahau kama ulikuwa na mke anaitwa Adela, upo mm? Kwa hiyo kumbe umezamilia kabisa hili swala, mimi nilidhani labda utaniomba msamaha. Wachana mimi.

anipasi mwenyewe nikikuuliza unaleta makelele. Kaka, pole sana kwa hali unayoipitia kwa sasa, lakini umefikiria sana muda mrefu, toka asubuhi hujala chochote, unadhani hilo ndio suluhisho? Nela linaumiza sana hili swala. Inatokea mtu namwamini na kumfanyia kila kitu, lakini mwisho wa siku anaishia kukudharau licha ya kumpatia thamani nikamwheshimisha mwisho wa siku. Kitu ambacho amekifanya kinanipa mawazo kwa kweli, mpaka inafika hatua najilaumu kwa nini nilimuoa yule mwanamke. Lakini uposikujilaumu kaka, wakati unamfuata ukujua kama atakuwa na tabia kama hizi Nela, usinite kaka. Kwa nini? Ah, unajua kwa kila kitu ambacho ulikuwa nakifanya hapa Nela, inadhihirisha wazi kabisa ni mwanamke sahihi kwangu na sio yule mwanamke ambaye ametoka hapa Nela. Kwa wakati wote ambao umeisha pale nyumbani kwangu, inadhihirisha kwamba wewe ndio ulipaswa mwanamke wangu wa ndoa, lakini sio yule mwanamke ambaye ametoka hapa Nela. Unaweza ukanikaribisha na nikawa mwanaume wako, kama unanipikia, unanifulia, kitanda unanitandikia, kwa nini nisingekuwa? Hapana kaka, mimi naogopa mwanamke wake akirudi humu ndani akanikuta, mi nipo na wewe ataniua kabisa, alafu isitoshe, mi familia yangu inanitegemea sana. No, usiwaza hivyo Nela. Unajua wewe ni mtu muhimu sana kwangu, na kwa muda wote ambao tumeishi pamoja, nimegundua kwamba ni mtu sahihi, na isitoshe, yule nafasi yake imeshapita tayari. Kwa hiyo aikupaswa we na uoga kabisa kuhusu hilo. Kama utakubali mimi nipo tayari hata kesho nikajitambulishe kwenu na taratibu zingine za ndoa ziweze kufata. Kaka, unachosema ni kweli ya yeah. Namaanisha Naila, kama nakupenda nahitaji na mwanamke wangu wa ndoa. Kipindi chote ambacho nimeishi naya aweza mi nimjifunza kitu kikubwa sana na nimgundua kwamba oyoni ulipaswa mwanamke wangu lakini sio ule mshinzi ambao amechakaa, na hiyo nanithibitisha kwamba sikukosea kuchukua uamuzi wa kuwa nayae, sindio? Ndiyo be usijali, ana kwa ahidi tu itakuwa mwanamke bora sana kwako. Mm-hmm, vili kweli ndio naitojutia kuwa na mimi kabisa. Mimi sasa, wacha nikuhakikishie kuanzia sasa na kuendelea, na kuahidi, nitakuwa mwanaume bora mwaminifu, na nitafanya kila kitu kuusoee, kuhakikisha unakuwa sawa, kipenzi. Nafurahi sana na kusikia hivyo, sikutegemea kama tutafikia kwenye hatua hii. <laughs> Mm -hmm. So, nipakapaka maanani nisikudanganyi wow. <laughs> <laughs> <laughs> <sighs> Ama kweli wanasema vitu vizuri wa vina watu wake, na wewe ndo mtu wangu mimi kweli hata mi nainjia sana kuwa nawe, nakupenda sana. nakupenda pia. Kumeshaanza kuchangamka. Lemi, mme wangu uwe ni nani, na kwa nini uniita hivyo? Ina maana kweli Lemi umenisahau? Mimi kwa Baby, kwa ni mimi mke wako wadewa bebe. Kwani wanamfahamu huyo? Aka hapana, hata simfahamu. Sasa mbona anasema kama nanifahamu? Mme wangu, mi nimekuja kwako kuomba msamaha. Unajua nimekukosea sana Remi, maisha amenipiga huko mtaani, kwa hiyo mme wangu Nisikiza binti, sina muda tena wa kuendelea kukusikiza haya. Kama una kitu cha kuzungumza nikakuelewa, naomba uweze kutoka kwangu. Mm, Sami nitoke niende wapi? Panilipo sina hata sehemu ya kuishi. Unarudi ulikotoka, una kwenu. E wusu, ulikuwa mzuri wee, yako wapi? Mwambie mm, bebi, mwambie. Mme wangu nakupenda sana, najua hata we unanipenda Lemi. Sanae, Bebana, mm. <laughs> andani, naomba unisamehe bebi, bwana twini, tuingie ndani tukipumzike. Nisikilize kwa umakini wa mshezi, naingia ndani, nikitoka naomba nisikukute hapa, tutakuwa tumeelewana. y usinifanyie hivyo, naomba unisamehe. Basi naomba tia mkono wako, sina muda tena wa kusikiliza <laughs> nadhani tutakuwa tumeelewana.

Maana wanitenda nikikuliza, nikikuliza unapinga, unataka nifue mwenyewe?